Nisamee, nisamee, nisame, nisamee blaza. Ni njinja hatu yote inonifanya hivi. Jana sijala. Wewe ni mwizi. Sasa leo umeyakanyaga, um, na kuua. Ah, na. Nisamee, nisamee, mwewe mtukufu. Swali, swala zako za mwisho. Ah, ya ni blaza, ndio hii, nakufa kabisa yani. Ah, hem, swala, swali, swali zako za mwisho. Ya ni blaza, mimi nakuomba unisamee. Ni hii njinja inonifanya hivi vyote hivi. Semaje? Eh? Nakupa nafasi ya mwisho. Swali, swala zako za mwisho. Ah, eni naswali sala zangu za mwisho, anipokee Allah, mahali pema. Nakuomba yaani tu unisamehe, sitarudia tena. ni hivi yeah. hii ni njia nitafanya. Ah, swali sala zako za mwisho leo ah. Nakuua, unachelewesha muda, naua nacheleshamdaaiyo. kisu hicho ndo takunichoma kweli? Swali swala zako za mwisho ah,